Mi naitwa Motec wa Motec Media, karibu katika uh, chaneli yetu kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali za kimichezo za hapa nyumbani na zile za kule ugaibuni, yani barani Ulaya. Uh, stori kubwa kwa sasa ni uh, inaanzia kule mkoani Singida, uh, kwenye maskani ya klabu ya Singida Blacksta ambayo uh, ina mshambuliaji hatari sana kutoka Gana ambaye kwa sasa amekuwa uh, akizungumzwa sana katika mitaa mbalimbali ya kona uh, ya jangwani sasa, mwenendo mzuri wa mshambuliaji wa Singida Black Stars Jonathan Sowah raia wa Ghana umewavutia eh, klabu mbalimbali hasa mabingwa, tetesi, Kubara, Yanga, watetezi wa ligi kuu bara klabu ya Yanga wakitajwa kuongoza mbio za kumnasa mshambuliaji huyo. Aidha, Uh, mtendaji mkuu wa klabu ya Singida Black Stars CEO Jonathan Kasano amefichua kuwa klabu hiyo haitakuwa tayari kumwachia mchezaji huyo kirahisi, akibainisha kuwa tayari wamepokea ofa kadhaa, lakini hakuna aliyefikia daula uh, shilingi bilioni tano. Sowah, ambaye amejiunga na Singida Black Stars uh, katika dirisha dogo akitokea uh, kule uh, Warabuni, ameonyesha uh, kiwango cha juu akiwa na mabao saba hadi sasa tangu ajiunge na klabu hiyo. E, katika dirisha dogo. Aidha, akizungumzia swala hilo, Kasana wamesema kuwa anatambua thamani ya mshambuliaji huyo na hawezi kumwachia kwa dau dogo. Kama kuna timu iko serious ni ngumu kwao, e, tukiwatajia dau wanakimbia. Kuna mmoja tulimpa akaunti yetu aweke shilingi bilioni tano lakini hakuweka pesa yoyote. Kwa hiyo hayo ni maneno ya mtendaji mkuu wa klabu ya e, Singida Black Stars. Uh, ya kulia mkoani Singida. Hii ni kwa mujibu wa uh, tovuti ya Mwanaspoti Tanzania.